Kwa jina naitwa <coughs> Erasto Mpete, mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe. Leo tarehe ishirini mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita, kamati ya fedha kwa kushirikiana na, na timu ya mkurugenzi tumefanya ukaguzi wa miradi kwa mjibu wa utaratibu, kwa maana ya miradi ya robo hii. E, katika ukaguzi wetu wa leo tumetembelea miradi ya elimu na afya tumetembelea katika shule ya msingi Runyani, shule ya msingi Nazareti, e, shule ya msingi Kibena, lakini na shule ya msingi e, Kamarali. Lakini kwa upande wa afya tumetembelea ujenzi wa ghorofa katika hospitali yetu ya halmashauri ya mji wa Njombe Kibena Hospital, ambapo pale kuna ujenzi wa ghorofa. Eh, na mradi huyu ni mkubwa ni wenye thamani ya milioni mia tisa. Lakini pamoja na hayo, tumetembelea hospitali ya taasisi binafsi ambayo inaitwa St. Nathan Mtewele Hospital katika maana eh, ya kutaka kuhusisha sekta binafsi na za serikali, kwa maana hospitali eh, ipo kwa ajili ya kutoa huduma kwa watu katika ziara hii ya leo, jambo la kwanza tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo anaifanya ya utoaji fedha nyingi ambayo inakuja eh, kwa ajili ya maendeleo ya halmashauri ya mji wa Njombe. Natumia nafasi hii kumpongeza sana mheshimiwa mbunge kwa sababu kama mwenyekiti niliyepita nafahamu ujaji wa fedha zile milioni mia tisa ni juhudi za mheshimiwa wa bunge Dkt. Deo Filipo Mwanyika. E, lakini tumia nafasi hii kuwapongeza sana waheshimiwa madiwani waliopita na hata wa sasa pamoja kwa na ukurugenzi, sababu so kazi hizi zinafanyika kwa ajili ya mashirikiano. Kwa ukaguzi kuu wa mradi leo ni awamu ya kwanza kwa kipindi hiki ambacho tumeanza kazi sasa. E, tumefanya ziara, tumefanya majumuisho. E, yaliyopo ni kwamba ni kuongeza juhudi hasa kwa wataalamu, mainjinia ili kazi zifanyike kwa ubora, ili ziweze kuleta tija na thamani ya hela thamani ya pesa iweze kufanana na mradi tulio tulionao. Kwa hiyo tumewasihi sana wataalamu kwa maana hasa kitendo cha wahandisi kuhakikisha kwamba wanafuatilia miradi yetu ili iweze kuwa kwenye ubora, ifanane na hali halisi ya upya wa majengo. Kwa wito wangu ku, ni waombe e, mkurugenzi pamoja na timu yake kuhakikisha kwamba sasa tunaendelea kufanya kazi kwa juhudi kama vile ambavyo ilivyokuwa nyuma kwa maana ya awamu iliyopita. Sina shaka na mkurugenzi na timu aliona, lakini hapa huu mfumo wa kamati ya fedha kupita kukagua ni kwa ajili ya kushauri katika kusimamiana majukumu tuliyo nayo.